Anavyoripoti Jeremy Omondi kutoka kaunti ya Busia ni kwamba wito umetolewa kwa wahisani kujitokeza kusaidia kutatua tatizo la kudumaa kwa watoto katika kaunti ya Busia, tatizo ambalo limeathiri pakubwa masomo ya wanafunzi wengi wa chekechea katika kaunti hiyo ya Busia. Unapofika kijijini Lunyiko katika eneo bunge la Butla, utampata Silas Oduori akiendeleza mpango wake wa lishe kwa baadhi ya wanafunzi ambao hawana uwezo wa kupata chamcha nyumbani kwao. Na kwa miaka miwili sasa, wanafunzi zaidi ya sabini wa shule za Lunyiko Mabunge na Bumutiru AC huja hapa ili kupata chakula hicho. Wengi wao ikifika wakati wakitoka shuleni, wakienda nyumbani wakati wa lunch, inakuwa wengine wanaenda nyumbani na wanakosa kupata chakula wengine wana baada ya kwenda nyumbani, wanabaki shuleni na wakirudi shuleni, wengine uh, hawezi kuwa na concentration kubwa sana ya kutosha especially wakati wa uh, afternoon lessons. Ndio tukaona ya kuwa hawa watoto ndio wapate wa kubaki shuleni na kila wakati wawe shuleni, ili tukakuja nao mradi. Kulingana na walimu wa shule ya msingi Alunyiko. Kutokana na viwango vya juu vya umaskini katika eneo hili, wanafunzi hutaabika kupata lishe bora, changamoto hii ikihitilafiana na masomo yao darasani. Wengi wanapitia changamoto ya kutopata lishe haswa kule nyumbani, ambayo hata inachangia utapia mlo. Lakini tangia kuanzishwa kwa mradi huu, umekuwa waafueni kwa wazazi wengi ambao hakika pia wameukumbatia, wazazi ambao wangejukumika kwa kuwapikia jioni mwendo wa saa saba inawabidi watoke wafanye vibarua kama ya kuuza mboga, kufanya vibarua kwa mashamba na kufanya kazi zingine zingine ambazo zinapatikana. Kwa wazazi ambao wanaohunufaikia chamcha hapa, ni afueni kubwa kwao, kwani hali ngumu ya kupata chakula bado inawakumba hawa watoto wenyewe. wa, wa, wakitoka shule na kuja po anakula, wakirudi nyumbani jioni, wananipata sasa huwa wao wanarudi na furaha kwa sababu na, na, na sasa naisikia wana wa, nguvu kuliko vile walikuwa wa, wa, wakati walikuwa wajaanza kuja hapa. Watu walikuwa wanakuja lanje, wengine wengine wanabaki kwa shule, wanaingia kwa miwa ya watu kuchuna miwa kukula hmm? Tunaletoa maripoti hayo, hey, mtoto wa fulani mtoto wa fulani. Lakini tangu hii shirika ikuje kuchukua hawa watoto, hawa watoto, watoto wanasikia vizuri tena, wanasoma vizuri, wanaendelea vizuri sana Wamama ndio wanashughulika na watoto wengine wanaenda kazi hasa, mtoto akirudi nyumbani hapati chakula cha mchana. Hisani hii ya Silas inawadia wakati serikali ya kaunti ya Busia inaendeleza mpango wa lishe kwa wanafunzi wa shule za chekechea ili kukabili tatizo la watoto kudumaa, na wito sasa unatolewa kwa hisani zaidi kujitokeza, na ingekuwa mzuri sana County Government na, uh, na serikali uh, serikali kuu ku, kushirikiana ili tupate ili watoto wapate uh, kupata kitu ambayo inaweza kuwaweka na kuwaweka shuleni. Utafiti wa hivi punde wa shirika la Umoja wa Mataifa la UNICEF unaashiria kuwa asilimia 15 ya watoto katika kaunti ya Busia hudumaa kutokana na ukosefu wa lishe bora, wengi wakiathirika kimasomo. Gavana wa kaunti hii Daktari Paul Otoma mara si moja amesikitikia hali hii na pia utapiamlo hapa Busia. Nikiwa ni katika eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia. naitwa Jeremy Omondi.